Kuna kitu ambacho watu wengi hawakielewi. Maisha yako hayakubadiliki kwa sababu ulifika mwaka mpya, au ulipata simu mpya, au ulihamia nyumba mpya. Maisha yako hubadilika pale unapofanya uamuzi wa kubadilisha akili yako. Ndio maana leo, kabla ya kuongelea pesa, kabla ya kuongelea kazi, kabla ya kuongelea malengo, tunazungumza kuhusu akili. Kila mtu anataka maisha mapya, lakini wachache wapo tayari kuwa watu wapya. Swali ni moja tu. Je, wewe uko tayari kubadilika kutoka ndani, kuvunja imani za uongo kabla hatujenga imani mpya. Dhana potofu ya kwanza ni kusubiri muda sahihi. Huu ni mtego mkubwa unawakamata mamilioni ya watu. Wanaishi wakisubiri tarehe, mwezi, mwaka au tukio fulani ili waanze mabadiliko. Wanasema nitabadilika nikishapata kazi, nikimaliza madeni, nikihamia, nikiolewa, nikifanikiwa kwanza. Lakini ukweli ni huu, hata ukingoja miaka kumi, akili ile ile haitakupa maisha mapya. Angalia mfano huu: mwanafunzi anayesubiri mtihani ujao ndipo aanze kusoma. Wakati mtihani unapowadia, uwezo wake ni ule ule wa jana. Kalenda haimzidishi akili, tabia ndogo za kila siku ndizo zinamjenga. Ukweli ni huu, kusubiri wakati sahihi ni kisingizio maridadi cha kukwepa kuanza. Usiruhusu tarehe ikutawale. Kuwa wewe ndiye tarehe mpya. Dhana potofu ya pili: mazingira yangu yananishikilia. Najua maisha yanaweza kukukandamiza. Unaweza kuwa kazini unapopigwa mikwara, nyumbani kuna presha, marafiki wanaongea vibaya. Inaweza kuonekana kama mazingira yameamua mustakabali wako, lakini ukweli huu unakuhusu wewe moja kwa moja: mazingira yanaweza kushikilia mwili wako lakini hayawezi kushikilia akili yako. Ndio maana tunawaona watu wanaotoka kwenye umaskini uliokithiri, kwenye magumu yasiyoelezeka, kwenye maumivu ya ajabu, lakini wanainuka juu ya kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu waliamua kitu kimoja: akili yangu haitafungwa na dunia ninayoiona. Wengine wakiwa gerezani wanajifunza, wengine wakiwa kwenye machungu wanaandika historia, wengine bila msaada wanatengeneza maisha mapya kutoka sifuri. Badili ndani, ndipo nje litabadilika. Dhana potofu ya tatu: mabadiliko ni tukio la ghafla. Tunayapenda maajabu, tunapenda hadithi za mtu aliyeamka ghafla na kuwa tajiri, au aliyeamka ghafla na kuwa mwenye nidhamu ya chuma, au aliyeamka ghafla na kuacha tabia mbaya. Lakini ukweli wa siri ni huu mabadiliko ya kweli ni matokeo ya maamuzi madogo yasiyoonekana kila siku. Huwezi kunenepa kwa kula mlo mmoja mbaya, wala hupungui uzito kwa mazoezi ya siku moja. Huwezi kuanguka kwa kosa moja, wala kufanikiwa kwa hatua moja. Mabadiliko siyo hatua, ni mlango unaovuta polepole kila siku. Acha kutafuta muujiza, tafuta mwenendo mpya. Kanuni nne za kubadilisha akili yako sasa tunaanza sehemu halisi ya mabadiliko ya ndani. Hapa ndipo maisha yako halisi yanaweza kugeuka. Kanuni ya kwanza, lugha binafsi. Maneno unayojisema ni mkataba na akili. Kuna sauti moja unaisikia zaidi kuliko sauti nyingine yoyote duniani. Sio sauti ya wazazi, sio marafiki, sio walimu, ni sauti yako ya ndani. Je, sauti hiyo inakujenga au inakubomoa? Asilimia kubwa ya watu wanajidhalilisha bila kujua. Maneno kama mimi siwezi, nimechelewa, sifai, mimi ni wa bahati mbaya. Hayo maneno yanakuwa kama sumu ya akili, lakini leo tunabadilisha hilo kupitia hatua tatu. Moja, tambua kauli hasi zako, andika chini maneno yote unayojisema ambayo yanakubunja, yanakuvunja. Pili, badili kauli zako kwa lugha ya sasa, badala ya mimi siwezi, sema ninajifunza jinsi ya kufanya. Badala ya nimechelewa, sema huu ndio wakati wangu wa kuanza. Badala ya sifai, sema mimi ni wa thamani. Tatu, rudia, rudia, rudia. Akili yako haiwezi kupinga maneno yanayorudiwa kila siku, ina imani chochote unachokariri. Badili lugha yako ya ndani, utabadilisha mustakabali wako. Kanuni ya pili uthibitisho wa kitendo kitendo kina ushahidi mkubwa kuliko hisia watu wengi hawafanyi kwa sababu hawahisi hamasa lakini ukweli ni kinyume chake kitendo ndo huzalisha hamasa sayansi ya akili inasema akili yako inaamini kile unachofanya sio kile unachosema ukisema wewe ni mtu mwenye nidhamu lakini hutendi chochote hakuna kinachotokea lakini ukifanya hatua ndogo kama push up kumi dakika tano za kusoma, dakika tano za kuandika, akili yako inasema aha, kumbe tumeanza. Sisi ni watu wa maendeleo. Hako ndipo hamasa inazaliwa. Hivyo basi, anza na hatua ndogo kwa makusudi, hatua ndogo sana isiyo na visingizio. Lenga kuivunja kila siku, usiruhusu mfululizo wako uvunjike. Kumbuka hata tone hujaza mtungi. Leo hujengi maisha yote lakini unaweka tofali moja muhimu. Usisubiri motisha, tenda kwanza, hisia zitakufuata. Kanuni ya tatu, uchujaji wa taarifa. Linda mlango wa akili yako kwa gharama yoyote. Akili yako ni kama bustani, ukipanda magugu unapata magugu, ukipanda maua unapata maua. Leo tunapokea taarifa nyingi kuliko vizazi vilivyopita, na asilimia kubwa ya taarifa hizo ni hasi, mdrama ubeba chuki, habari za kitisha, watu waliojaa malalamiko. Kile unachoruhusu kuingia kichwani mwako ndicho kinachotokea katika maisha yako. Hivyo basi, chuja habari unazotazama, punguza muda kwenye content ya giza, ongeza kwenye content ya mwanga, chagua watu unaowaruhusu kukuzunguka. Je, watu wanaokuzunguka wanakupa nguvu au wanaondolewa nguvu? Weka akili yako kwenye lishe mpya, soma vitabu, sikiliza podcast Jifunze ujuzi, angalia video za kujenga kama hii. Ubora wa akili yako unaamua ubora wa maisha yako. Kanuni ya nne: ufafanuzi upya. Badili maana unayoipa tatizo, utabadilisha hatima. Tatizo likitokea, watu wawili wanaweza kuliona kwa namna tofauti. Mmoja anaona mwisho, mwingine anaona mwanzo. Swali ni wewe unatafsiri vipi matatizo yako? Mfano, kupoteza kazi, akili ya zamani Anasema mimi nimepotea. Akili mpya anasema nimepewa nafasi ya kuunda maisha mapya. Huachwa kwenye mahusiano, akili ya zamani anasema sifai. Akili mpya anasema nimekombolewa kutoka kitu kisichonijenga. Hii ndiyo nguvu ya ufafanuzi upya. Kila unapokutana na changamoto, jiulize maswali haya: ni kitu gani kizuri kinaweza kutoka hapa? Hali hii inanifundisha kitu gani? Ninaweza kuiangalia kwa mtazamo gani unaonipa nguvu? Matatizo hayawezi kubadilika, lakini wewe unaweza kubadilisha maana unayoipa matatizo hayo. Hapo ndipo nguvu yako ipo. Mabadiliko ya kweli hayawezi kutolewa na dunia. Lazima atoke ndani yako. Hakuna mwaka mpya utakaokupa maisha mapya. Kama wewe ni mtu yule yule wa jana, leo sio mwisho wa video, ni mwanzo wa maisha mapya. Chagua kanuni moja uanze nayo leo, sio kesho, sio wiki njayo, leo kisha mshiriki kwenye comments. Asante kwa kutazama Pesa Vibe, mahali tunapojenga fikra mpya tabia mpya na maisha mapya. Kama video hii imekugusa, hakikisha unapiga like, unajiunga subscribe, na kuwasha kengele. Safari yako ya mafanikio inaanza sasa.